Uh, naam, watazamaji wa Tanganyika TV, kwanza tunatoa pongezi kwa watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia kwenye matovuti zetu ikiwemo Facebook, TikTok uh, pamoja pia na YouTube. Tunaendelea kuwashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. uh, kwa leo tunapenda tu kuwaletea pointi ambazo uh, Rais Kabila alizoziongea kwa siku ya leo, kwa sababu aliongea na publiki leo na aliongea mambo mengi sana Kipindi kilienda um, um, kama saa moja hivi, aliongea pointi nyingi sana, lakini hizi ni baadhi ya pointi ambazo alizoziongea. Cha kwanza, alisisitiza serikali ya kisekedi vitu ambavyo anatakiwa avifanye kama raisi. Kuna vitu kumi na mbili ambavyo alivyoongea na ikumbuku ya kwamba uh, imekuwa kama imekuwa takriban miaka sita Kabila ajihusishi na kitu chochote kile kwenye upande wa siasa uh, lakini uh, leo ndo ilikuwa siku yake ya kwanza kabisa kuongea mapungufu ambayo anayoyaona kupitia, kupitia, kupitia serikali ya kisekedi, na aliongea vitu vingi, akampa pia ushauri ambao anatakiwa ufanye kama rais, na tunashindwa kuelewa kwa nini mpaka ameongea leo. Je, Uh, ni kwa sababu kwa hizi tuma ambazo ametumiwa vitu vingi, kama yeye ana sapoti M23, uh, yeye ndo iko nyuma ya wakinananga na nini, vitu vingi tu, na mpaka jana walimngoa useneta na pia ule ulinzi ambao um, mtu akistafu raisi, akistafu wa wago wanamba ulinzi wa serikali, huo ulinzi wa serikali wakaungoa, na pia alikuwa sasa hivi ana kabisa na haiko tena na ule ulinzi wa serikali, na walimfungulia mashtaka, nayo mashtaka iko chini ya um, ya mahakama kuu ya wanajeshi uh, pale Kinshasa, na hivi tu alikuwa natu uh, tuseme kama anasubiri tu barua ambayo atakayoandikiwa siku ambayo anatakiwa aende mahakama. Kwa hiyo vitu vya Kongo ni moto moto moto, na tunashindwa kuvielewa kama vitaenda vita mpaka wapi lakini mwendelee kufuatilia Tanganyika TV, tutakuwa tunawaletea kila kitu hapa. Na haya ni baadhi ya mambo ambayo aliongea ya ku, aliongea kwenye, ya kusaidia serikali ya kisekedi ambayo anaona kama haifanyi kazi vizuri kama inavyotakiwa ifanye. Alitoa hotuba yake leo na aliongea mambo kumi na mbili. Alianza na kuongea kwamba vitu ambavyo serikali ya kisekedi inatakiwa ifanye ni kukomesha udikteta. Kukomesha vita, kurejesha mamlaka ya serikali kure, kurejesha demokrasia, kurejesha uhuru wa kimsingi uh, kupatanisha wakongomani na kujenga tena mshikamano, kufufua maendeleo ya nchi, kuanzisha mazungumzo ya dhati na ya kudumu na majirani wote uh, pia akashuka kurejesha uaminifu wa, wa nchi na washirika, kutenganisha vikundi, kutenganisha vikundi vyote vyenye silaha na ndani na nje ya nchi, kukomesha kabisa kukimbili, kukimbilia na kutumia mamluki, kuondolewa kwa wanajeshi wote wa kigeni katika eneo la uh, kitaifa uh, kwa haya ndo mambo kumi na mbili ambayo rais mstaafu um, Joseph Kabila alisema na anataka uh, serikali ya kisekedi ifate haya mambo kumi na mawili kwa sababu yeye anaona kama serikali ya kisekedi ni moja kati ya serikali ambayo inaendelea kufuatilia maisha ya watu sana sana wafanya siasa ambao wamekuwa waki ambao yeye alikuwa anatumika na wao. Ni vitu vingi sana ambavyo vinaendelea Kongo. Yani siasa ya Kongo ni pasua kichwa yani. ukikaa chini ukifikiria kuhusu siasa ya Kongo unaweza hata ukashindwa uka na la kusema, kwa sababu mambo inakuwa kama aeleweki. Na pia aliendelea akasema ya kwamba aliacha Kongo iko na utulivu, alimwachia mwenzake uh, urahisi. Kongo ilikuwa na utulivu sana Kongo ilikuwa na amani, watu walikuwa wanaenjoi maisha, kulikuwa kuna vita, kulikuwa kuna uh, mambo mengi sana na haya ni baadhi ya pointi ambazo aliziongelea. Uh, baadhi ya vitu vyenye yeye aliacha ndani ya Kongo, cha kwanza alisema kama nchi iliungana, ilitulia na kiasi kikubwa, na yenye mipaka ya kimaeneo uh, na ya pili akasema kama taifa lilijengwa upya lilipatanishwa na kujivunia utofauti wake. Ya tatu akasema, nchi yenye katiba na taasisi zinazoendelea kufanya kazi kwa, maen, kwa, kwa maelewano ya. Yani, nne akasema, kama uchumi wenye nguvu na ustahimili na usio na mzigo ya deni. Uh, unaona, ina maana kipindi chake Congo yeye yani aliacha Congo aina hata deni hata moja, kipindi alitoka katika urais. Na hapa akasema kama jeshi la kitaifa la, republic, la, la, la republican lililozidi kitaalamu na linaloweza kukabiliana na changamoto ya kutetea uadilifu wa eneo la kimataifa. Na pointi ya mwisho alisema kama demokrasia katika uunganisho wa mara kwa mara. Sasa haya ndo mambo ambayo yeye aliongea ya kwamba aliacha nchi iko na amani, aliacha, uh, demok aliacha taifa lililojengwa upya, aliacha uh, jeshi ambalo lina lina ya, tuseme kama lina vitu vingi sana ambavyo hakuna hata nchi nyingine inaweza ikaja na ika, ika, ika, ikavamia. Kwa hiyo uh, aliongea mambo mengi mambo mengi sana, lakini kwa leo niliona tu niwaletee haya machache uh. Lakini pia kesho na saa kumi na moja tutakuwa na kipindi hapa ambacho tutaalika mgulu wa siasa kutoka pale Kenya, anaitwa anaitwa Dr Tanganyika. Tutakuwa naye hapa live kwenye Tanganyika TV, tutaongea mawili matatu kuhusiana na haya ambayo uh, Rais Kabila aliyo aliyozungumza kwa siku ya leo na pia tutaongelea kuhusiana na mambo mengi ya siasa na pia kwenye hata mapambano ya vita, tutaongea mambo mengi sana. Kwa hiyo usikose kutufuatilia kesho na saa 11 majira ya Australia. Uh, Kongo nadhani itakuwa saa moja za usiku, kwa hiyo mwendelee kutufuatilia. Subscribe Tanganyika TV ili uwe mtu wa kwanza wa kupata notification zetu. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipenda kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi, maana katika ulimwengu huu wa sasa media kama Tanganyika TV ndiyo mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria hata vikundi vya maendeleo, tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu tangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirekta wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV kwa pamoja tukupashe.